Rasilimali zinazochukuliwa pale hazisadifu maisha ya watu wanaoishi kwenye yale maeneo. Miji ya watu imebomolewa, watoto wana rara nje, watu hawana chakula, magara yaliyokuwa ya ya na chakula yameharibiwa. Tarehe ishirini na nane mwezi wa tano mwaka elfu mbili na ishirini mgodi kupitia halimashauri ya wilaya walitoa zuio walitoa zuio kuzuia watu kuendeleza maeneo yao. Hili hapa, hili hapa. Hawa watu wa mgodi waliwahi kwenda kwenye maeneo ya Mrwamba, maeneo ya ya Nyamichere kwenye kijiji cha Nyakunguru, maeneo ya mjini kati, maeneo ya ya Kuimange, wakafanya uthamini waka identify wakawapa watu namba, na wanapokufanyia uthamini, kwa mfano wanakupa ID namba ambayo inakutambulisha kwamba hii nyumba ni namba kadhaa, tutailipa. Wakafanya uthamini wa mazao na kila kitu, wakawapa watu fomu, watu wakajaza fomu na kila kitu, wakawaambia sasa, tunafyeka haya maeneo tunataka kuyatua. Wakafyeka mashamba ya watu, hiyo ni mwaka elfu mbili na kumi na moja. Wakafyeka mashamba ya watu, wakavunja nyumba za watu, wakawaambia sasa, subirini, hela zitaingia kwenye akaunti Ikapita baada ya miezi, watu wanaenda kuuliza, wakawambia sisi bana, tumebadili mawazo, sisi tena hatuhitaji hayo maeneo. Tumeona ule uchimbaji wa open cast wa wazi unatuletea hasara, sasa tunaamua kwenda underground. Kwa hiyo hayo maeneo nyie endeleni, mkajenge mkajiendeleze. Wewe ulishabomoa nyumba za watu, umekaa na, na, umekata miti ya watu umeharibu maisha ya watu alafu unawaambia uhitaji eneo hiyo ni mwaka 2011 huo mgogoro tumeendelea nao tangu mwaka na 2011 mpaka 15 waziri Muhongo akaunda kamati tukaenda pale akaja waziri Kairuki akaja waziri Doto Biteko tunasumbuka na huo mgogoro kwa sababu huo mgodi walifanya mambo ha kama hayo wanayotaka kufanyia watu wa Kumalera sasa leo watu wa Kumalera wana haki zote kwa historia na kwa kujua watu wanavyofa, mgodi unavyofanya kazi kukataa zuio hiyo aina hii, kwa sababu mgodi haukipu maneno yake. Mgodi huu hauna tabia ya kuheshimu watu wetu, umewahi kubomolea watu huko nyuma baadaye ukawageuka. Kwa hiyo watu wetu walikuwa na haki ya kuwa skeptiko na kuendeleza maeneo yao. Sasa sahizi wanawaita tegesha cha kwanza, mimi nasema hata kama watu walinusa fursa inakuja, na wakajua kwamba wao wana surface right peke yake hawana underground right, na kitu kinacholipo ni cha surface, watu walikuwa na haki ya kwenda kuinvest pale mgodi walipe. Hili zuio lililowekwa ni zuio ambalo ni feki na ambalo kisheria lilikuwa halijitoshelezi kuzuia watu kufanya maendeleo. Kwa hiyo watu wote walioendeleza nyumba zao wana haki ya kulipwa. Huwezi kulirai kwenye zuio hili ukakataa kulipa watu nchi hii nchi hii wapi utapata ardhi hata ya ukubwa wa chumba hiki ambao utainunua shilingi laki tatu wapi kwenye nchi hii wapi unalipaje mtu ardhi shilingi laki tatu na kumi alafu mazao yaliyoko kwenye hiyo ardhi unayalipa milioni saba laki nane na elfu na sita kwa hiyo hiyo tu peke yake ni contradiction kwamba kuna upuzi na uhuni unafanyika. Unaenda kulipa mtu ardhi yake shilingi laki tatu, alafu wanaenda kubomolea watu wetu, wanaenda kuwabomolea kwamba hama, umelipwa fidia. Na hili ili eneo wanalolitwaa, hili eneo wanalolitwaa watu wa mgodi ni eneo la uzalishaji, wanaenda kufanya uzalishaji pale, kuna aunsi nyingi za dhahabu ziko pale. Sasa sasa hiyo ni contradiction nyingine kwamba watu wanataka kulipwa fidia ambayo ni kidogo sana. Inatajwa kwamba ni, ni kubwa, lakini kwa hali halisi ya Tarime ni fidia kidogo sana na inakwenda kudistract maisha ya watu. Baada ya watu wetu kuona wanaonewa, wakakimbia kwenda mahakamani kuweka zuio kwamba bana e. hapa ene maaridhi yetu isitwaliwe, nyumba zetu zisivunjwe kabla tusikilize kesi ya msingi sisi, tunataka kupunjwa hapa. Wakaenda watu zaidi ya watu zaidi ya ishirini na thelathini na mbili, wakaweka zuio hili tarehe moja mpaka tano nove, Novemba Desemba ishirini na mbili. Hii mahakama ikatupa zuio, ikatoa court injunction hii mahakama ikatoa court injunction kwamba baadhi ya hawa watu waliolalamika na hayo maeneo wanayolalamikia yasiguswe. Mgodi umekiuka, ukatuma watu wake na hiyo timu ambayo inasimamiwa na kuvunja baadhi ya nyumba. Sasa kama tumefikia sehemu mahakama inaweka zuio, alafu mgodi unakiuka una zuio halali la sheria ya nchi yetu na kuvunja nyumba, who is behind who? Mgodi nani na wapa mgodi kiburi kwa kiwango hicho? Na hayo yote katika hali ya kuumiza watu wetu na kunyanyasa watu wetu. Tunataka mgodi uwatendee wananchi wetu haki. Ninamwomba Waziri Doto Biteko aingilie suala hili kati. Umeenda pale naibu waziri na hao watu wote wanaofanya hii kazi wameshindwa. Waziri Doto Biteko aingilie kati hili suala, Apeleke timu mpya pale ikashughulike na ili tatizo nimeisha washinda. Wale watu wa pale wilayani wengi pale wengi pale wako kwenye kuramba asali ya mgodi, hawezi kutetea wananchi. Tunataka waziri apeleke timu mpya. Kinyume na hapo, tutaongoza wananchi kudai haki yao. Tutafanya mikutano pale, tutamobilize wananchi na tutawaongoza kudai haki yao. Wito wangu kwa Mheshimiwa Waziri Doto Biteko, Doto intervene hili suala kwa haraka, litatue. Wananchi wetu walipofidia, waondoke wa okay. Wananchi wala hawana tatizo, watakaoshindwana wanaweza kujadiliana na mgodi na wakaingia kwenye makubaliano.